Jamu, na karibu katika Buisa TV Meet the Fans, na tuko hapa Tomboya Street uh, karibu na stani ya basi ya Kiambu, na ningependa niongee na hasla mmoja hapa ambaye anafanya uh, biashara za kuuza nguo, na ningependa tuongee tu changamoto ambazo anazipitia. Na mwaka umeanzaje? kwanza habari ya leo. Mazee ha, poa sana, brother nashukuru, nimeamka poa yes. Yeah. Mwaka imeanzaje? Mwaka imeanza tu mzuri, tunashukuru yes. Ila maisha tu ndo yako magumu sana yani, serikali malimetufikisha. Si unaona ni tarehe moja natukowera na wenzetu ana celebrate mazee, lakini serikali, yani maisha ni magumu yani sana. Sasa naona na na e, mazee, changamoto sana yani, ile ndio tunakimbizwa na makanjo mazee, ni mbaya sana yani. Ukiwa niwezi fanya kazi hapa Nairobi kama hauna pesa, bro ni Sakaja, <coughs> ah, Sakaja mazi atafanya kutuangalia na kumbuke promise alituambia kwamba ni hmm, tutafanya kazi poa, lakini hmm, venye tumefinyiliwa hata yeye mwenyewe anajua jo. Eh, Sakaja jo, one time jo, atjo, eh, Sakaja one time jo. Sasa asante sana, ningependa watu upe shout out watu wa nyumbani. Ah, big up sana watu wangu mazee, Malindi mino wa Malindi jo mato Big up sana watu wangu na Ngara ndo mtaa au sio? Asante, asante, ah, thank you sana imekuwa. Bwisa TV una make sure that una subscribe pale Bwisa TV TikTok, uh, YouTube, alafu utaona vile mambo itakuwa. Asante sana bro, poa.